Ukweli mchungu ambao hakuna mtu atakayekuambia ni huu: watu hawakuheshimu kwa sababu wewe ni mtu mwema. Watu wanakuheshimu kwa sababu wanajua ni wapi pa kuishia. Binadamu kwa asili wana tabia ya kusukuma mlango hadi wakute upinzani. Usipoweka ukuta, utageuzwa njia ya kupita. Respect is not requested, it is commanded. Kisaikolojia, Watu wanajifunza jinsi ya kukuchukulia kwa kuangalia unavyojichukulia wewe mwenyewe. Heshima haitokani na sauti kubwa au mabavu, inatokana na mipaka isiyoonekana lakini inayohisika. Leo tunafungua ukurasa wa saikolojia ya mamlaka binafsi, tunakwenda kuangalia mipaka inayotenganisha watu wanaofuatwa na watu wanaokanyagwa. Kabla hatujaanza, hakikisha umejiunga na jumuiya hii kwa kusubscribe. Hapa tunajenga fikra, tunasoma tabia na tunarudisha thamani yako iliyopotea, kupitia saikolojia na maarifa ya ndani. Moja, mpaka wa muda, the boundary of availability. Psychology shows kwamba kitu chochote kinachopatikana kwa urahisi thamani yake hushuka haraka. Ukweli ni kwamba ukiwa unapatikana kila wakati unapohitajika, watu wanaanza kuona muda wako kama mali yao, si mali yako. Mfano wa maisha: mtu anakupigia simu saa tano usiku kwa jambo lisilo na dharura, na wewe unapokea na kuongea naye kwa saa nzima, au mtu anakutumia ujumbe na unajibu ndani ya sekunde tano kila wakati, hata kama unafanya kazi muhimu. Unachofanya ni kuwatangazia kuwa muda wako hauna thamani. Heshima inaanza pale unapoonyesha kuwa muda wako ni rasilimali ghali. Jifunze kusema siwezi kuongea sasa, nitakutafuta nikimaliza ninachofanya. High value people are not always available. Stop being a convenience to people who only remember you when they are bored. Mbili, mpaka wa maelezo, the boundary of explaining. Kisaikolojia, kitendo cha kutoa maelezo mengi au kuelezea zaidi ni ishara ya woga na uhitaji wa kukubalika. Unapojielezea sana kwa nini huwezi kufanya jambo, unawapa watu fursa ya kujadiliana na uamuzi wako. Unajishusha kutoka kwenye nafasi ya mamlaka na kuwa mtuhumiwa anayejitetea. Mfano wa maisha. Rafiki anakualika sehemu na huna hamu ya kwenda. Badala ya kusema siwezi kufika leo, unaanza kusema unajua nilitaka kuja lakini gari lina shida halafu nimechoka kidogo na mke wangu pia amesema. Hapo umetoa mwanya wa yeye kusema gari, si utapanda Uber njoo tu bwana. Unaposema hapana bila maelezo ya ziada, unaonyesha kuwa uamuzi wako ni sheria. No is a complete sentence, you don't owe anyone a map of your reasons. Mbili. Mpaka wa mazungumzo, the boundary of disrespectful speech. People test boundaries by how they talk to you and about you. Psychology inaonyesha kuwa usipokataza mzaha mbaya mara ya kwanza unapotokea unauhalalisha, uendelee, heshima hupotea pale unaporuhusu maneno yenye dharau yapite kwa kisingizio cha utani au tunaheshimiana. Mfano wa maisha: mtu anatoa utani wa kudhalilisha kuhusu muonekano wako au kazi yako mbele za watu. Badala ya kucheka kwa aibu ili usiharibu vibe, nyamaza, mtazame machoni na uulize kwa utulivu, ulimaanisha nini kusema hivyo? Hali hiyo ya ukimya na swali la moja kwa moja huleta psychological discomfort kwa msemaji. Hapo unakuwa umeweka mpaka, kuwa madhabahu ya utu wako haichezewi. You teach people how to treat you by what you tolerate. Never trade your dignity for a fake smile. Mpaka wa ufikiaji wa kihisia, the boundary of emotional access. Psychology shows kwamba si kila mtu anastahili kujua udhaifu wako au siri zako za ndani. Watu wengi wanatafuta vulnerability yako ili waitumie kama silaha au njia ya kukutawala kisaikolojia. Unapofungua moyo wako kwa kila mtu, unashusha hadhi yako na kupoteza ile mystery inayojenga heshima. Mfano wa maisha unapata matatizo kazini au kwenye mahusiano na unajikuta unamsimulia kila mtu unayekutana naye, kuanzia mfanyakazi mwenzako hadi mtu uliyekutana naye kwenye daladala. Matokeo yake watu wanakuona kama mtu dhaifu, emotionally unstable, ambaye hawezi kubeba mambo yake. Heshima inajengwa kwa kuchagua ni nani anastahili kuingia ndani ya ngome yako ya kihisia. Mpaka wa maadili na kanuni. The boundary of core values. The truth is, watu watajaribu kukushawishi uvunje kanuni zako ili uende na wakati au uwe sehemu ya kundi. Lakini, kisaikolojia, mtu anayevunja kanuni zake ili kuwafurahisha wengine, anajiondoa kwenye nafasi ya kuwa kiongozi na anakuwa mfuasi, follower. Watu hawaheshimu bendera kufuata upepo. Mfano wa maisha wewe umeamua kuacha ulevi au unataka kuweka akiba ya fedha. Marafiki zako wanakulazimisha utumie pesa au unywe pombe kwa kusema acha ushamba, maisha ni mafupi. Ukikubali kwa sababu ya pressure, umepoteza mamlaka yako mbele yao milele. Simama kwenye misingi yako hata kama utabaki peke yako. Hiyo ndiyo inaitwa integrity. Mpaka wa madeni na thamani ya kazi. The boundary of financial and skill respect. People test boundaries pale wanapotaka kutumia ujuzi wako au rasilimali zako bure. Kisaikolojia, kile kinachotolewa bure hakithaminiwi. Unaporuhusu watu wa kutumie bila malipo au wakukope bila kurejesha, unaruhusu watumie nguvu zako, energy, bila gharama. Hii inaua professional respect. Mfano wa maisha wewe ni mfundi, mhasibu au mbunifu. Rafiki yako anakuja na kukuambia nifanyie hivi haraka sisi si ndugu, kisha anatarajia ufanye kazi ya saa tano bure. Au mtu anakukopa fedha na anachelewa kurudisha, kisha anakuomba tena. Kuwa na mpaka wa kifedha hauonyeshi kuwa una roho mbaya, kunaonyesha kuwa unajua thamani ya jasho lako. saba. Mpaka wa nafasi ya kibinafsi. Psychology shows kwamba jinsi unavyomruhusu mtu aingie kwenye physical space yako au kuvamia faragha yako bila ruhusa ndivyo unavyompa ruhusa ya kutoheshimu mamlaka yako. Heshima inahusisha umbali, distance. Watu wanaovamia nafasi yako bila hodi, iwe ni ofisini kwako, nyumbani kwako, au kugusa vitu vyako, wanajaribu kupima kama wewe ni alpha au ni mtu wa kufuata amri. Mfano wa maisha: mtu anaingia chumbani kwako au ofisini kwako na kuanza kupekua makaratasi au simu yako bila kuuliza. Ukikaa kimya, unampa ujumbe kuwa, mimi sina mamlaka hapa. Weka mpaka kwa utulivu, lakini kwa msimamo: naomba usiguse simu yangu, au tafadhali niambie kabla ya kuingia hapa. Bonus principle hii ndiyo kanuni yenye uzito mkubwa kuliko zote. Respect begins and ends with you. Psychology shows kwamba huwezi kuweka mipaka ya nje ikiwa huna mipaka ya ndani. Ikiwa unajidanganya mwenyewe, ikiwa unavunja ahadi unazojipa mwenyewe na ikiwa hujiheshimu unapokuwa peke yako, watu watahisi hiyo vibe na watakuchukulia hivyo hivyo. Mamlaka ya kweli yanatokea ndani. Unapojiheshimu, mipaka yako inakuwa ya asili, effortless. Huhitaji kupiga kelele ili uheshimiwe, uwepo wako tu unatosha kusema, huyu ni mtu wa viwango. Kuweka mipaka sio kuwa na roho mbaya, ni kuwa na akili, ni kujenga ukuta unaolinda thamani yako, ili uweze kuwapa watu walio sahihi toleo lako lililo bora zaidi. Kama video hii imekufungua macho, niandikie neno boundaries kwenye comment hapa chini ili nijue tuko pamoja. Share video hii na mtu mmoja ambaye unahisi anahitaji kurudisha heshima yake leo, na kama bado huja subscribe, unapitwa na maarifa mengi ya kisaikolojia yatakayokusaidia kuwa toleo bora zaidi la wewe mwenyewe.